Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zanguni wa Kiislamu, kwanza tumshukuru Mola subhanahu wataala, pamoja na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ambaye kwamba ndo amelotuletea hii dini ya Uislamu. Ndugu zanguni, hapa hatukuwa sehemu kama hii isipokuwa ni kutaka kuwataarifu wale ndugu zetu wenye ghera katika dini katika lugha, hadithi, nahau, sarfa, kila aina ya fani, kuwataarifu kwamba kwa sasa tutaanzisha kitabu chetu ambacho kwamba kinaitwa Al Qiraatu Rashida. Kitabu kama hiki tunatarajia ama tunatumaini kukifundisha juzuu zake zote kwa uwezo wa Mola Subhanahu wa Taala. Kwa sababu hiyo, tuliona tuanze kuwataarifu ndipo tuanze kutuma hizi darsa, na darasa zenyewe tutazituma kwa mpangilio ambao kwamba mtauona katika mpangilio utakaoweka katika akaunti. Na kitabu hiki kilitungwa na Abdulfatihi Saberi wa Ali Omar, na hatutaki kueleza kwamba kwa nini wawe wa majina mawili sehemu kama hii, masala marefu au katika Balaghatulwadheh kwamba mbona majina mawili, au katika tafsiri Jalalaini utakuta hapa kuna Alimamu Jalalu dini Mahalii wa Jalalu dini Suyuti. Sasa tukitaka tueleze hivi, yatakuwa ni masala marefu, bali sisi tutaeleza tu kwa ufupi, na kisha kitabu kama hiki tutaeleza kwa tafsiri za mufradati, na mwisho tukimaliza juzu ya mwisho, ndio tutakaoeleza mabwana hao wawili, kwamba ilikuwa vipi, walizaliwa wapi, na mpaka sasa ni vipi kuhusu mabwana hao wawili. Kitabu hiki ni Alqiraatu Rashidi.